Mkuu wa Wilaya ya Tabora Bi Upendo Wella ametoa onyo juu ya uwezekano kuwapo kwa mtandao wa wizi wa maji unaoweza kushirikisha baadhi ya watumishi wa Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira TUWASA pamoja na wananchi, akisema vitendo hivyo vimekuwa vikitokeza katika maeneo mbalimbali nchini. Ambapo akizungumza wakati wa uzinduzi wa Baraza la sita Tendaji la wafanyakazi wa mamlaka hiyo, DC Wella amesema viashiria alivyoviona vinaonyesha kuwa baadhi ya uunganishaji haramu wa maji hauwezi kufanyika bila msaada wa mtu aliye ndani ya mfumo wengine inawezekana hawana hiyo taaluma ya kujiunganishia hayo oh, maji. Wanafanyaje pasipokuwa na mtu huku ndani kwao? Unakuta sisi sisi tunasaidiana nao, waunganishia kama nilivyosema. Mahala pengine anatoa ule mfano wa wazi kabisa, mtu aliyoko ndani ya taasisi anashirikiana nao, anaunganishiwa maji, anapata huduma, lakini malipo yeye anawalipa yule mtu aliyeshirikiana ali naye, badala ya kulipa mamlaka ama kulipa taasisi. Na mkija kufuatilia, mnakuja kwamba mnakuta kwamba ni fedha nyingi ambayo imepotea, ambapo mamlaka ingelipwa. Ni fedha nyingi ambayo ingesaidia ku boost ama kuendeleza shughuli za taasisi, lakini kumbe kwa sababu ya wachache, kwa tamaa walizo nazo, basi wanashirikiana na watu hao wa, wa ovu wanafanya hizo huo udanganyifu na mwisho siku taasisi inapata hasara. Kwa hiyo mimi wito wangu kwenu pia, katika kujadiliana katika kikao hiki mnachoendelea nacho, mjadili pia kuona namna gani mnaendelea kupambana na hao wateja ambao sio waaminifu, lakini pia kama wapo miongoni mwetu ambao pia wanashirikiana nao, basi tuone namna nzuri ya kuwachukulia hatua ili tuweze kuondokana na tatizo hilo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika hatua nyingine, Bi Wella ameitaka TUWASA kuboresha huduma kwa wananchi, akibainisha kuwa lugha isiyo rafiki na uzembe katika utendaji vimekuwa chanzo cha migogoro na malalamiko mengi kutoka kwa wananchi, huku Mkurugenzi wa mamlaka hiyo Mhandisi Mayunga Kashilim akiwekea mkazo swala hilo na kubainisha kuwa unafanya uchunguzi ili kubaini kama vitendo hivyo vimekuwa vikifanyika. Ujafiki serikali nzima inaonekana haifanyi wajibu wake haitekelezi majukumu, ni mtu mmoja tu ambaye amekaa kwenye sehemu ya alotoa dhamana, kutokuwa na lugha tu ya staha. Kwa sababu shida iko wapi kuwahudumia vizuri wananchi? Kwa sababu wateja wetu wakubwa, si ndiyo wananchi hao ambao ndiyo tunatakiwa tuwajibike kwao? Kwa hivyo tuzingatie hayo, tuhakikishe kwamba tunatoa lugha nzuri katika kuwahudumia wananchi wetu, waelimishe vizuri, waelewe, wape ufafanuzi mzuri, changamoto alokuja nayo iweze kutatuliwa lakini eh, ni swala la kufuatilia kwa karibu. huwezi <coughs> ukasema halipo, sababu huwezi kujua zaidi ya, wa, ya, ya watumishi mia ambao uko nao eh, unaweza ukakuta kuna wengine ambao wanashirikiana nao na, na sisi eh, kama viongozi ambao tumepewa dhamana ya kusimamia mamlaka hii tunaahidi eh, kwa mgeni rasmi, lakini pia kwa mkuu wetu wa mkoa na Mheshimiwa Rais pamoja na wizara yetu ya maji kwamba tutapambana kuhakikisha kwamba lengo lililosababisha TUWASA iwepo. Na wakazi wa halmashauri ya manispaa ya Tabora wanaeleza namna vitendo hivyo vinavyoathiri hususani wakati wa uhitaji wa huduma hiyo. Watumishi ambao wanahudumia katika nyanja mbalimbali sio katika sekta ya maji peke yake, iwe afya, elimu na mambo mengine, upo unatakiwa kujua kwamba upo pale kwa ajili ya wananchi wenyewe. Na maana wananchi ndio mabosi unatakiwa kumsikiliza kila mtu bila kujali itikadi yake kwa vyovyote vile. Kiukweli ina kera, ina kera sana, kwa sababu unaweza kupiga namba yao ya huduma kwa wateja e, pasipo kupokelewa, yaani unapiga muda mrefu sana, lakini hupati majibu ya moja kwa moja, simu haipokelewi, itaita muda mrefu, kwa hiyo ina kera sana. Nimeona mikoa mingine wanakuwa angalau wana, wana utaratibu ule wa kutumiana ujumbe kama kuna changamoto ya kukatika kwa maji unatumwa ujumbe kwenye simu yako ile ya, ya, ya namba yako ya simu, basi we, unapata taarifa walau kutakuwa mgao siku kadhaa, siku kadhaa hivyo we, kwa sababu inabu... mkoa wa Tabora hutumia vyanzo vikuu viwili katika uzalishaji wake wa maji ambavyo ni ziwa Victoria na bwawa la Igombe, ambapo mahitaji halisi ya watumiaji wa huduma hiyo ni lita za ujazo milioni thelathini na na thelathini, huku uzalishaji wa maji kupitia vyanzo hivyo ikiwa ni lita milioni hamsini na saba laki na arobaini na mbili. Kutoka mkoani Tabora. Michael Samuel Joji, na hii ni Daily News Digital endelea kusubscribe ku comment na ku like. Tufuatilie pia katika mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa kuandika Habari Leo underscore TZ. Shukrani.